Jambo mtazamaji, mahali popote ulipo, mchana wa leo ni fahari yetu kujumuika nawe kwenye makala mengine ya Dunia Wiki Hii. Bila shaka karibu tena sana, maksudi tuweze kukujuza yale yote ambayo unayapaswa kuyafahamu kutoka mataifa mbalimbali mbali kote duniani. Ni kwa ushirikiano wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Na kama ilivyo ada kwenye makala haya mtazamaji, ya yanayoangazia taarifa za ulimwengu, tumekuandalia mengi ikiwemo taarifa kuhusiana na watalii 25 ambao waliuawa kwenye eneo la Kashmir linalodhibitiwa na India baada ya watu waliojihami kuwafyatulia ya risasi. Na kadhalika, afisa mmoja wa shirika la IMF aonya kuhusu hatari zinazokabili chumi za mapato ya chini barani Asia kutokana na na taharuki za kibiashara na hayo rais wa Nigeria aagiza marekebisho kamili ya kiusalama ili kukabiliana na mashambulizi yanayotekelezwa na watu wanaojihami. Na jeshi la Israel lashambulia zaidi ya maeneo 1,800 huko Gaza tangu katikati ya mwezi Machi. Mtazamaji, haya na mengineyo ni kwenye makala haya dakika 30 yanayoangazia matukio ulimwenguni. Karibu mtazamaji kwa makala ya leo. Mimi naitwa Beatrice Gatonye Ngetich. Karibu sana, mimi ni Isaac Lemoka. Karibu mtazamaji. Yamkini watalii 25 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya wapiganaji wasiojulikana kuwafyatulia risasi katika eneo tulivu la Kashmir linalodhibitiwa na India. Tazama. Shambulizi hilo lilitekelezwa mjini Falagam, umbali wa takriban kilomita 89 mashariki mwa jiji la Snigar katika eneo la Kashmir. Kwa mjibu wa maafisa wa polisi, shambulizi hilo lilikuwa mojawapo ya yale mabaya zaidi kuwahi kutekelezwa kwenye bonde hilo katika miaka ya hivi majuzi, kwa mjibu wa mtandao wa habari wa New Delhi ulionukuu duru za ulinzi na usalama nchini India. Gazeti la Hindu la India lililonukuu duru za kiserikali lilisema kuwa watu 25 waliuawa kwenye shambulizi hilo. Maafisa wa polisi walisema kuwa wapiganaji hao waliwafyatulia risasi watalii hao kwa karibu kwenye bonde la Baisaran. Mara tu baada ya tukio hilo, maafisa wa polisi walifika kwenye eneo hilo pamoja na jeshi kuwaondoa watalii waliojeruhiwa na kuondoa miili ya marehemu. Majeruhi walipelekwa kwenye hospitali moja ya kiserikali huko Falagam na baadaye kuhamishiwa zile za Antanag na Sirinaga kwa matibabu. Waziri mkuu wa India Narendra Modi, aliyekuwa kwenye ziara rasmi nchini Saudi Arabia, alishutumu vikali shambulizi hilo, huku wakipeleka rambirambi zake kwa jamaa na marehemu na kuwatakia majeruhi afueni ya haraka. Alisema atahakikisha kwamba wale waliotekeleza kitendo hicho wanakamatwa. Viongozi wengine serikalini pia walishtumu shambulizi hilo. Falagam ni eneo maarufu la kitalii lililo na mto Lida, misitu ya misonobari na mabonde ya kijani ambayo huwavutia maelfu ya watalii kila majira ya joto. Mnamo mwezi Juni mwaka uliopita wanamgambo walishambulia basi lililowabeba mahujaji wa kihindi katika wilaya ya Riasi kwenye eneo hilo. Basi hilo liliondoka barabarani na kuanguka kwenye bonde, ambapo watu tisa waliaga dunia, huku wengine thelathini na watatu wakijeruhiwa. Mapigano yamekuwa yakiendelea baina ya wanamgambo na vikosi vya India vilivyo kwenye eneo hilo tangu mwaka elfu moja mia kenda Nikiripotia Dunia wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai nam pamoja na, na taarifa hiyo. Basi yamkini watu 25 waliaga dunia huku wengine 800 wakijeruhiwa kufuatia mlipuko mkubwa kwenye bandari moja katika jimbo la Hormozgan kusini mwa Iran, kwa mujibu wa vyombo vya habari. Chanzo cha mkasa huo hakikubainika mara moja. Kwa mjibu wa shirika rasmi la habari la IRNA, mlipuko huo ulitokea kwenye bandari ya Shahid Rajai katika jiji kuu la jimbo hilo Bandar Abbas, ambapo makundi ya waokoaji yalipelekwa mara moja kwenye eneo hilo, huku shughuli zote za bandarini zikisitishwa, kwa mjibu wa shirika la habari la Tasnim. Kwenye taarifa kwa shirika la habari la Fars, Jalal Malek ambaye ni hatibu wa idara ya wazimamoto ya Teheran alisema kuwa moto mkubwa uliosababishwa na mlipuko ulidhibitiwa. Ahmed Puyafa ambaye ni gavana wa Bandar Abbas alitangaza kwamba vituo vyote vya elimu kote jijini humo vilifungwa kufuatia mlipuko huo na uchafuzi wa hewa uliotokana nao. Hossein Zafar ambaye ni hatibu wa shirika la kitaifa la kushughulikia majanga aliliambia shirika la habari la Fars kwamba kemikali zilizokuwa kwenye kasha katika bandari hiyo huenda lisababisha mlipuko huo. Hata hivyo hatibu wa serikali ya Iran Fatema Mohajiran alionya dhidi ya kueneza uvumi wote kuhusiana na kisa hicho kabla ya maafisa husika kukamilisha uchunguzi. Ilithibitishwa kwamba kulikuwa na makasha yaliyokuwa na kemikali kwenye kona moja bandarini humo. Kwenye ujumbe katika mtandao wa X, Rais Masoud Pezeshkan wa Iran aliziliwaza jamaa za waathiriwa wa mlipuko huo, akisema aliagiza uchunguzi kuhusiana na mlipuko huo na chanzo chake. Aliongeza kusema kuwa waziri wa usalama Iskandar Mumen alizuru jimbo hilo kuhakikisha ushirikishi na kushughulikia hali ya majeruhi kufuatia kisa hicho. Nchi nyingi za mashirika na makundi ya kimataifa zilipeleka rambirambi zao kwa raia na serikali ya Iran. Waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif alipeleka rambirambi zake kuhusiana na mkasa huo, huku akiwatakia majeruhi afueni ya ya haraka, kwa mujibu wa afisi yake. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Rick Ogola. Ukuaji barani Asia unadorora kutokana na taharuki inayoendelea ya kibiashara kwa mujibu wa Krishna Srinivasan ambaye ni mkurugenzi wa idara ya bara Asia na eneo la Pacific katika shirika la fedha duniani IMF, akionya kwamba chumi za mapato ya chini barani Asia huenda zitaathirika zaidi. Shirika la IMF lilibashiri kwamba ukuaji barani Asia na eneo la Pacific utadorora hadi asilimia tatu nukta tisa mwaka huu kutokana na taharuki za kibiashara, na hivyo kupungua kwa asilimia sufuri nukta tano ukilinganishwa na ubashiri wa hapo awali. Hali hiyo inatokana na ada za ziada taharuki ya kibiashara, wasiwasi wasi na masharti makali ya kifedha, kwa mujibu wa taarifa yake Srinivasan kwa shirika la Shinua wakati wa mahojiano baada ya shirika la IMF kutangaza ubashiri wake wa hivi punde kuhusu bara Asia. So the situation where not all countries have policy space. Some of them have policy space, some of them don't. So in that context of a big shock, you know, uh, a big uh, a slump in external demand, Vilevile vile, alisema kuwa kutokana na tishio la ada za juu za Marekani, chumi ndogo na za pato la chini huenda zikaathirika zaidi. Kwa hivyo alizihimiza chumi za bara Asia kuimarisha utumiaji bidhaa zinazotengenezwa barani humo na kubuni muundo wenye usawa wa ukuaji unaotegemea ununuzi bidhaa nchini humo na uuzaji nje. Aliendelea kusema kuwa nchi kama vile China, Indonesia na India zina masoko makubwa, hivyo basi zinafaa kufanya marekebisho na kuimarisha ununuzi wa bidhaa na uwekezaji wa kibinafsi. Vilevile vile, alipendekeza kuimarishwa kwa utangamano wa kiuchumi katika kanda hiyo na kwamba mazingira yoyote bayana, dhabiti na yanayobashirika ya kibiashara yataboresha hali. Alimaliza akisema kwamba mikataba ya kikanda pia huenda ikaimarisha uwezo wa ukuaji kupitia uuzaji bidhaa nje. Nikiripotia dunia wiki hii, jina langu ni Odalo Freda Ouma. na vikosi vya Israel vilitekeleza shambulizi la angani dhidi ya jengo moja katika eneo la Hadath kwenye vitongoji vya kusini mwa jiji kuu la Lebanon, Beirut. Tazama taarifa hiyo. Taarifa hiyo iliongeza kusema kuwa mamia ya wanamgambo wa Kipalestina wakiwemo makamanda kadhaa na maafisa wa ngazi za wastani na pia wale wa serikali waliuawa katika kipindi hicho. Operesheni hizo zilitekelezwa na vitengo vitatu vikiongozwa na idara ya kijasusi ya kijeshi na shirika la usalama la Israel, kwa mujibu wa taarifa hiyo, ikiongeza kwamba vitengo viwili kati ya hivyo vinatekeleza operesheni kusini mwa ukanda wa Gaza na kingine upande wa kaskazini. Jeshi hilo la Israel lilisema kuwa jeshi lake la wanaanga lilishambulia ghala la wanamgambo wa Kiislamu katika vitongoji vya Al Daraj na Al Tufa jijini Gaza. Kadhalika lilisema kuwa lilitekeleza mashambulizi katika vitongoji vya Shabura na Tel Al Sultan huko Rafa na kuharibu muundo msingi na shehena za silaha na kuimarisha udhibiti katika eneo hilo na kuwaua magaidi kadhaa. Kwingineko huku, wapatanishi wa kanda na wale wa kimataifa wakiimarisha juhudi za kuhakikisha mkataba wa kudumu wa kusitisha vita baina ya Israeli na kundi la Hamas kwenye ukanda wa Gaza, Wapalestina wengi wanaelezea matumaini kwamba juhudi zinazoendelea za kidiplomasia zinazohusisha Misri Qatar na Marekani zitaleta amani ya kudumu na afueni kwa jamii zilizoathirika kutokana na vita tangu Israel iliporejelea operesheni yake ya kijeshi tarehe 18 mwezi Machi. Zaidi ya Wapalestina 2060 meuawa huku wengine zaidi ya 5370 wakijeruhiwa, na hivyo kufikisha zaidi ya vifo 51440 na zaidi ya majeruhi elfu 117 41 huko Gaza tangu vita vilipoanza mwezi Oktoba mwaka 2023 kwa mujibu wa maafisa wa afya huko Gaza. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Rais Bola Tinubu wa Nigeria aliagiza marekebisho mara moja ya mikakati ya usalama wa kitaifa ili kukomesha mashambulizi yanayokithiri nchini Nigeria. President is Tinubu alikuwa akihutubia mkutano wa wakuu wa usalama jijini Abuja, Nigeria, ambapo alishtumu vikali mashambulizi ya hivi majuzi hasa kwenye majimbo ya kati ya Benu na Plateau na lile la kaskazini mashariki la Borno. Mshauri wa usalama wa kitaifa Nuhu Ribadu aliwaarifu wanahabari baada ya mkutano huo wa maafisa wa ngazi za juu kwamba Tinubu aliagiza mbinu mpya za kushughulikia changamoto za kiusalama ya ni watu 52 waliripotiwa kuuawa katika eneo la Bokoso huko Plateau katika muda wa majuma mawili yaliyopita, huku idadi ya vifo kutokana na mashambulizi yanayotekelezwa na watu wanaoshukiwa kuwa wafugaji waliojihami huko Benue ikiongezeka na kufikia idadi ya watu sabini. Visa vya wizi wa mifugo na ujambazi vimekuwa vikitekelezwa mara kwa mara nchini humo. Nikiripotia dunia wiki hii, jina langu ni Odalo Freda, Ouma. Mtazamaji unaendelea kutazama makala ya Dunia Wiki Hii, lakini kwa sasa tunaelekea kwenye mapumziko. Usiende mbali, manake Dunia Wiki Hii ikirejea, bado ni taarifa lukuki kutoka ruba za kimataifa. Hii unaitizama ni KBC Channel 1. Na makala hewani ni Dunia Wiki Hii. Karibu kwenye awamu ya pili. Kongamano kuhusu mabadilishano na utangazaji wa rasilimali za kitalii baina ya China na Urusi yaliandaliwa jijini Kinhungdan katika jimbo la Hebei kaskazini mwa China. Kwenye hafla hiyo, wawakilishi wa nchi hizo mbili walitia saini mikataba ya kuimarisha uhusiano wa kitalii. Kwa vile jiji la kuingohadau linatarajia idadi kubwa zaidi ya watalii kutoka Urusi, limekuwa likiimarisha muundo msingi wa usafiri na kuboresha vivutio vyake vya kitalii. Kwa kuboresha vivutio hivyo, jiji hilo linanuia kuimarisha ufahamu wa wageni kutoka Urusi iliyowafurahia utamaduni na maumbili ya kupendeza ya China. Maafisa wa shirika moja la usafiri wa kitalii la Urusi walisema kuwa wanaimani kuhusiana na soko la kitalii baina ya China na Urusi. Walisema kuwa kutokana na sera bora za voza na uchukuzi, raia wa Urusi wanafurahia kuzuru China. Walisema kuwa historia, utamaduni, mila na mandhari ya kupendeza China ni vivutio vikuu. Walisema kuwa katika siku za baadaye, wataendelea kushirikiana na washirika wao wa Kichina kuanzisha mapito mapya ili kuleta fursa zaidi. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Rick Ogola. Tuelekee Marekani. Rais Donald Trump alitia saini uamuzi wa kuruhusu kiwango fulani cha fidia kwa watengenezaji magari wanaoagiza viuri vya magari na kuunda magari nchini Marekani kufuatia pingamizi dhidi ya sera za ada katika sekta mbalimbali. Mbali. Ada ya asilimia 25 inayotozwa magari yanayoagizwa iliyotangazwa awali ilianza kutekelezwa tarehe tatu mwezi Aprili, huku ada ya asilimia 25 inayotozwa vipuri vya magari ikianza kutekelezwa tarehe tatu mwezi Mei. Hatua ya hivi punde zaidi inatangaza azma ya kupunguza sehemu ya ada zinazotozwa vipuri vya magari vinavyotumiwa kwenye magari yanayoundwa nchini Marekani, ambacho ni sawa na asilimia 3.75 ya bei za rejareja zilizotangazwa na watengenezaji magari nchini Marekani kwa mwaka unaofuatia na asilimia mbili nukta tano ya utengenezaji magari nchini Marekani mwaka wa pili. Hii ni sawa na kuondoa asilimia kumi na tano ya ada ya thamani ya magari yanayoundwa nchini Marekani katika mwaka wa kwanza, na asilimia kumi ya ada ya thamani hiyo kwa mwaka wa pili, kwa mujibu wa hati ya Ikulu ya White House. Hati hiyo ilisema kuwa hatua hiyo inawahimiza watengenezaji magari kuyaundia nchini Marekani ili kupunguza hali ya Marekani kutegemea magari na vipuri vya magari vinavyoagizwa kutoka nje. Takwimu rasmi zilionyesha kwamba mnamo mwaka 2024 wa Wamarekani walinunua jumla ya magari milioni 16 ambapo nusu ya idadi hiyo yaliagizwa kutoka nje. Kati ya magari milioni 8 yaloundwa yalioundwa nchini Marekani, kiwango cha vifaa kutoka Marekani vilivyotumika kilikuwa takriban asilimia 40 hadi 50. Hatua hizo za hivi punde pia zitahakikisha kwamba watengenezaji magari hawatozwi ada nyingi. Kwa mfano, mtengenezaji magari atahitajika kulipa asilimia 25 pekee kwa kipuri mahususi cha gari bila kuhitajika kulipa asilimia 25 zaidi ya ada kwa vifaa vya vyuma vinavyotumika kwenye kipuri hicho. Mnamo tarehe 21 mwezi Aprili, muungano wa waundaji magari nchini Marekani na kimataifa walipeleka barua kwa utawala wa Trump kuomba kuondolewa ada hizo sawia na hatua iliyochukuliwa kwa bidhaa za kielektroniki. Nikiripotia dunia wiki hii, jina langu ni Millicent Kubai. Nchini Taki, serikali ya Uturuki ilikanusha taarifa kwamba ilipeleka ndege iliyobeba silaha nchini Pakistan, huku taharuki ikitanda baina ya India na Pakistan. Idara ya mawasiliano ya kiserikali ilisema kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba madai yaliyoripotiwa na baadhi ya mashirika ya habari kwamba Uturuki ilipeleka ndege sita zilizojaa silaha nchini Pakistan si ya kweli. Maafisa walibainisha kuwa ndege moja pekee ya uchukuzi ya Uturuki ilitua nchini Pakistan ili kuwekwa mafuta kabla kuendelea na safari yake. Uturuki imeakanusha hayo huku Rais Recep Tayyip Erdogan akitoa wito wa utulivu baina ya India na Pakistan wakati alipokutana na wanahabari baada ya mkutano wa baraza la mawaziri jijini Ankara. Erdogan aliyasema hayo kufuatia taharuki iliyotanda kwa juma moja iliyochochewa na washambuliaji wasiojulikana waliowaua takriban watu 25, kwa mujibu wa taarifa nchini India. Kufuatia hayo, India ilishutumu Pakistan kwa kuhusika huku ikitangaza hatua kadhaa zikiwemo kusitisha kushiriki kwenye mkataba wa kugawana maji wa Indus, kufunga mapito ya mpakani na kuwafurusha maafisa wa kidiplomasia wa Pakistan. Kasi cha Namasha Dunia Wiki Hii. Tuelekee nchini Pakistan ambapo nchi hiyo ilionya kwamba itachukua hatua kali dhidi ya jaribio lolote la India la kubadili mkondo au kuzuia sehemu yake ya maji chini ya mkataba wa maji wa Indus. Waziri mkuu Shehbaz Sharif akihutubu kwenye gwaride la kufuzu katika chuo cha mafunzo ya kijeshi nchini humo huko Kakul, katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, aliyataja maji hayo kuwa muhimu kwa nchi hiyo na kwamba jaribio lolote la kuvuruga uwasilishaji wake litapingwa vikali. Onyo hilo lilijiri huku Pakistani ikibwa wasiwasi kuhusiana na kile ilinachokitaja kuwa juhudi za India za kubadili mkondo wa mito ya eneo la Indus. Mkataba huo wa maji wa Indus uliotiwa saini mwaka 1960 kupitia upatanishi wa benki ya Dunia hubainisha udhibiti wa mito sita baina ya nchi hizo mbili. Pakistani inaishtumu India kwa kupuuza mkataba huo kwa kujenga miradi katika nyanda za juu kwenye maeneo yanayozazaniwa. Akizungumzia mzozo wa Pulwama wa mwaka 2019, Sharif alisema kuwa Pakistani ilidhihirisha uwezo wake wa kijeshi na iko tayari kulinda uhuru wake. licha ya msomo huo Sharif alikariri azma ya Pakistani ya kuzingatia amali za kimataifa na ushirikiano kwa njia ya amani. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mie ni Samuel Mai Namna. Huko Rwanda, serikali ya Rwanda ilizindua tiba mpya ili kuimarisha vita dhidi ya ugonjwa wa malaria. tiba hizo zilitangazwa wakati wa hafla ya maadhimisho ya siku ya malaria duniani katika jiji kuu Kigali, uandaliwa na kituo cha kimatibabu nchini humo RBC. Tiba hizo mpya ziliidhinishwa na shirika la afya duniani WHO kwa kutibu malaria kwa watoto na watu wazima. Mkuu wa kitengo cha kukabiliana na malaria katika kituo cha RBC Amabol Mbitu Yu Muremnyi alisema kuwa matumizi ya dawa hizo mpya yamejiri baada zile za awali kudhihirisha kupungua kwa uwezo wake kutokana na uwezo wa ugonjwa huu kuhimili dawa hizo. Kulingana na takwimu za kituo cha RBC, Rwanda ilinakili takriban visa laki nane vya malaria mwaka uliopita hasa kwenye wilaya 15 zilizoathirika zaidi. Mnamo mwezi Machi mwaka huu visa 87 vya malaria viliripotiwa kote nchini humo, huku wilaya ya Gasabo ambako hafla ya maadhimisho hayo yaandaliwa kinakili zaidi ya visa 13 kati ya hivyo. Mbitu Yu Muremi alisema kuwa serikali itaendelea kutekeleza hatua nyingine za kudhibiti ugonjwa huo ikiwemo unyunziaji kemikali kwenye makazi katika wilaya kumi na mbili zilizoathirika zaidi, usambazaji wa viandarua vya kukinga dhidi ya mbu kila baada ya miaka mitatu na usambazaji wa mara kwa mara wa vyandarua hivyo kwa makundi yanayokabiliwa na hatari zaidi, wakiwemo wanawake wajawazito na watoto walio na umri wa chini ya miaka mitano. Jules Mugabo ambaye ni afisa wa shirika la WHO nchini Rwanda alikariri umuhimu wa uwajibikaji wa kibinafsi katika vita dhidi ya malaria. Alihimiza mikakati thabiti zaidi ya kuangamiza ugonjwa huo, ikiwemo kuimarisha uhamasishaji kuhusu mbinu za kuzuia maambukizi na kuhakikisha matibabu ya mapema. Kufuatia ongezeko la viwango vya vi maambukizi ya malaria, Rwanda hivi majuzi ilizindua mkakati mpya wa kijamii wa kudhibiti ugonjwa huo, unahusisha kupima jamaa wote wa familia baada ya mtu mmoja kugunduliwa kuwa nao. Tom Mathenji, Dunia Wiki Hii. Tukisonga mbele, mtazamaji, China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali, ukiwemo ule wa kielimu, kimatibabu, muundo msingi, teknolojia na mawasiliano unaonufaisha pande zote husika. Tazama Msimu wa biashara wa bidhaa za hali ya juu za Kiafrika kupitia mtandaoni ulianza huko Changsha katika jimbo la Hunan katikati mwa China na utaendelea hadi mwezi Juni kabla ya makala ya nne ya maonyesho ya kibiashara na kiuchumi baina ya China na bara Afrika itakaofanyika baina ya tarehe 12 na 15 mwezi Juni huko Changsha. Katika kipindi hicho, bidhaa za hali ya juu za Kiafrika huuzwa na kutangazwa kupitia mbinu mbalimbali zikiwemo zile za mtandaoni na masoko maalum katika maeneo maarufu ya kibiashara huko Changsha. Na katika kituo cha utamaduni wa Kichina cha Amani nchini Jordan kiliandaa sherehe ya kutoa tuzo kwa shindano la filamu fupi kuhusu uhusiano wao na China, lililoanzishwa mapema mwezi Machi mwaka huu, lililowavutia vijana kutoka Jordan na hafla ya mabadilishano ya kitamaduni iliandaliwa jijini Windhoek, Namibia, huku makala 24 ya mashindano ufahamu wa lugha ya Kichina kwa wanafunzi wa vyuo wa nchi za kigeni na makala 18 ya mashindano hayo kwa wanafunzi wa shule za sekondari wa nchi za kigeni yakiandaliwa. Mashindano hayo yaliandaliwa na ubalozi wa China nchini Namibia na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Namibia, yakiwa ni sehemu ya maadhimisho ya, ya chuo hicho kikuu ya siku ya lugha ya Kichina. na waimbaji kadhaa chipukizi walishiriki kwenye makala ya nne ya mashindano ya nyimbo za Kichina yaliyoandaliwa na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Cape Town mjini humo nchini Afrika Kusini wakati wa maadhimisho ya siku ya lugha ya Kichina. Maadhimisho hayo pia yaliandaliwa jijini Gaborone nchini Botswana ili kuimarisha mabadilishano ya kitamaduni baina ya nchi hizo mbili. Vilevile, maadhimisho hayo yaliandaliwa jijini Addis Ababa, Ethiopia, ili kuimarisha mabadilishano ya kitamaduni na, kita na ushirikiano wa kimaendeleo baina ya nchi hizo mbili. Na kampuni kubwa ya mawasiliano ya kichina ya Huawei iliimarisha ushirikiano na taasisi za elimu ya juu nchini Kenya ili kushughulikia tofauti za kijinsia katika kazi zinazohusiana na teknolojia. Na tamasha ya muziki ya Italia iliandaliwa katika miji 15 mikuu nchini China ikiwemo Beijing, Shanghai, Guangzhou na Shenzhen ili kuimarisha mabadilishano ya kitamaduni na no ushirikiano baina ya nchi hizo mbili. Kasi cha namasha Dunia Wiki Hii. na kufikia hapo, mtazamaji, hatuna la ziada ila kulikunja jambo hili la Dunia Wiki Hii tukiwa na matumaini kwamba umeweza kufaidi na taarifa ambazo tumekuandalia hivi leo. Bila shaka, siku zote tunasema hewala kwa utazamaji wako, asante sana pia kwa muda wako, na tunatoa shukrani zetu kwa wote walioshiriki katika maandalizi ya kipindi mm -hmm. Dunia Wiki Hii. Asante sana hadi wiki jayo, mtazamaji, tunasema asante kwa muda wako. Mimi naitwa Beatrice Gatonye Ngetich kwa niaba ya Bea, shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la shinhua kutoka China mimi,